Hello? Hello? Hey, Akawira. Yes. Habari ya asubuhi. Mzuri sana. Mimi eh, naitwa Gidi na niko na mwenzangu bwana Ghost eh? Eh. Na tumepata ujumbe wako kwamba ungependa kupatanishwa. Eh, ningependa kupatanishwa na Philip. Na huyu Philip, eh? Eh. Philip ni nani wako mm? Ah, ah, ilikuwa tu rafiki. Well, how long? Tulijuana naye, 2013. mm -hmm. Sasa hatukuwa tumeshirikiana kimapenzi sasa mm -hmm. Akawa akaku, tu ananisumbua ananisumbua 2017 tu nikakubali sasa. mm -hmm. Vyenye alinipeleka kwake ilikuwa Sunday hii, last Sunday hii eh, yeah, akanipeleka kwake mm -hmm. kwenda kwake Um, sasa unajua yeye yeah, ameoa na bibi yake ako ushago uh -huh. Sasa vyenye alinipeleka kwake uh -huh. Akatukakakaa aka, akaniambia bibi yake anakujanga kwa hii nyumba uh -huh. Sasa mi nikamwambia, eh, mi nikashangaa tu, akaniambia akaniambia, sasa utatoka nju mama mama wa ploti watakuona na bibi yangu anakujanga huku uh -huh. Akaniambia wacha atoke kidogo aniangalilie kama kuna watu kama hakuna watu nitoke, akaniambia atanitesi akatoka nje akatoka <laughs> <laughs> nje. Sasa mi venye aliniachia kwa nyumba nikaangalia angalia huko nikapata pesa four thousand, ukapata four thousand kwa hapo kwa nyumba e, nikachukua nikaficha. sasa uh -huh. Venye alipata hakuna watu wakanitesti akaniambia toka mbio, mm. na watu wasikuone kama umetoka kwa nyumba yangu mi nikatoka Mm -hmm. Basi venye yeye akakuja akanishindikisha akanipea kani, fea alinipea fea ya mia mbili, mi nikaenda. mm -hmm. nikarudi Roiro. mm -hmm. juu mi naishi Roiro. Sasa mi nikarudi Roiro nikakaa nika, nikakaa nika, nika, jana jial, alikuja kujua pesa zake zimeibiwa, si sasa mm -hmm. hizi amekuwa akinitishia maisha, wewe utajua mi ni Mkamba, nitakupeleka kwa wachawi <laughs> <tajua> taona. <laughs> mwingine kumwomba msamaha anisamehe, juu hata nimepigia mama yangu, kama hiyo pesa nimetumia ukweli, nimeambia mama yangu anitumia hiyo pesa, akaniambia ye ana, sasa nikampea hata namba hiyo ya mwanaume juini kei kitu yoyote tokea kwangu, watampigia hmm. simu pesa wamrudishie hmm. pesa hiyo. Sasa mimi nataka kumwomba msamaha tu anisamee mm -hmm. mm, kama atakubali turudiane ni sawa. Okay, nidio. Kwa hivyo, kwa hivyo umeshaakiri kwamba wewe ndio ulichukua hizi pesa ama ni kama najua. Nimwambia jana, yeah, mi ndio nilichukua. Ndio alimpigia akaniuliza, akaniambia kuna pesa zake zilikuwa kwa nyumba kama ni mimi nimechukua, nikamwambia yeye akaniambia hizo pesa ametaka usirudishe, kama sio hivyo hmm, kwanzia kesho utaona, mm -hmm, maisha yako kibadilika, na utawaiambia mwingine utawaichukua pesa za mtu mwingine, na amesema utajua yeye ni mkamba kutoka Kitui. Ameniambia e, utajua mi ni mkamba wa kutoka, mm, uko Kitui mwenye ana madawa ambaye anaweza ku, ku nini? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <mengishia> na sasa wewe we, we, Kawira Unasema huyu jamaa mlianza uhusiano 2013. Yeah. Na amekuwa akikusumbua mshiriki mapenzi. Sasa last Sunday ndio uliamua sasa kumpatia. Eh, amekuwa amekuwa tu akinisumbua. Oh, kuja kwangu, kuja kwangu. Ay, sana niambia, nataka kuoa mpenzi mke wake wa pili. Mm. Mimi kutoka 2013 nilikuwa namwambia sitaki kuwa. Kwa hivyo tayari ulikuwa umejua huyu jamaa ameoa. Ameoa, lakini alikuwa ameniambia bibi yake akujangi Nairobi, anaishi Ushago. Sasa wewe uliamua kushiriki mapenzi <coughs> na mtu ambaye ameoa? E, ndio alikuwa ameniambia bibi yake anaanga shida, anaweza mwambia nataka kuoa mke wa pili lakini mimi sikuwa nimeamua kuolewa nikiwa mke wa pili bado sijaamua. mm. Mm. Ukaangukia shilingi elfu nne? E, nikaweka. Ukaweka <coughs> Okay, kwa hivyo licha yote wewe unataka tu msamaha au unataka uwe jamaa muendelee na uhusiano ama unataka namna gani? Tunaweza endelea? Mm. Anataka nimuombe msamaha kwa hizo pesa zake ndio zinamuuma sana. Una miaka mingapi? Mimi niko na 25. 25. 25. Mm. Okay, shikilia hapo kidogo tumpigie huyo jamaa tusikie anasemaje. Na yeye ana miaka yeah, ngapi? 30. Haya, usikate simu tafadhali. Eh. Yeah. Haya, shikilia hapo. <coughs> <coughs> Anyway, <laughs> ni kazi. <laughs> Halo, bwana Philip, habari ya asubuhi nzuri? Eh, mimi naitwa Gidi eh. Nakupigia kutoka Radio Jambo. Si unasikizanga Radio Jambo bwana Philip eh? Eh, kwa hivyo najua Radio Jambo eh? Eh. Sasa kuna huyu mwanadada na anasema alikuibia shilingi elfu nne na na anasema umempatia mpaka kesho arudishe hizo pesa na anasema anaogopa anaogopa maisha yake sana kwa hivyo anasema angependa kukuomba msamaha si unamjua anaitwa kawira si alikuibia pesa si unamjua shilingi ilikuwa ni elfu nne. Oh, ilikuwa ni elfu tano, eh Eh, na sasa nasema, unataka kumpeleka kwa mganga jamani? Si kweli, unampeleka kwa mganga mganga? Si kweli, tunampeleka kwa mganga arudishe. Kama sio yeye pia, unasema ni sawa? Uh, la. Lakini yeye anasema ashathibitisha kwamba ni yeye alichukua, uh, kwa hivyo arudishe tu? Tu. Okay, lakini si ati umempangia mambo fulani labda kwenda Kitui kuweka kitu <laughs> <harsh sturi> Bwana, naelewa hata mimi naweza sikia uchungu sana. Imagine umeweka pesa fulani unatarajia labda utafanya a utanunua kitu fulani, alafu mtu anachukua ama anatoroka nayo, ni kitu ambacho inaweza shtua mtu yote. najua bwana Philip eh. Okay, kwa hivyo huyu mwanadada alikuwa ameogopa sana maisha yake, hmm. Hata nasema na, akitembea naonaona pakapaka hapa na pale pale anaona <laughs> <laughs> Akibu... <laughs> <laughs> paka nyeusi akitembea <laughs> Kwa hivyo, alip... Wajui kama amemwambia kama Alvarez kurudisha ama yuko yuko hapa, yuko hapa Kawira. Hello. Hebu eh, ongea na Bwana Philip basi. Hello. Hello. Yeah. Hi, sasa. Po. Oh. Aki ah, mimi nimeamua kwenda Radio Jambo nikuombe msamaha. Sawa. Eh, no. na. Kama utaomba kama umerudisha, kama unjarudisha, msamaha iwe. Sasa unajua nilitumia si nilikwambianga, sasa katoto kalikuwa kamefukuza shule nikalipa na hiyo pesa. Ni mi niliona utanipea hata nikikwamba, sasa nikasema tu hata nichukue, lakini nitakurudishia tu kidogo kidogo hmm? kwanzia hii mwezi kiisha hmm? kwa, nasema nitaanza kukurudisha hii mwezi nianza kukurudishia hata kukurudishi, kama ni ngili moja moja mwezi hii nikiisha, nitakuwa nimemaliza. Mwezi hii ikiisha, ama mwezi gani? Ati mwezi gani ikiisha, hii mwezi yenye tuko leo ya hii ya tatu, eye, tutashika the coming the, the mwezi ya tatu ama hii ya pili ikiisha, hii e, ya pili ikiisha, sasa ndio ntaanza kukulipa lakini unajua la ulifanya mbaya kuchukua shilingi niomba. Eh, nilifanya makosa, hata mimi najua nilifanya makosa lakini naomba msamaha. Unajua mimi ni binadamu ni binadam, ah. mm. ah, ah, ah. Na wewe ni binadamu, nisamehe tu. Mm. Sasa utafuta utafanya kitu yoyote mbaya. Taongea, tutaongea na wewe. Okay, kwa hivyo Bwana Philip umemsamehe eh? Ah, sina neno na wewe. Lakini alipe polepole. Pole. pole. Kama atalipa ni sawa, kama atalipa ni sawa ya eh. Nimemwambia tutaongea na yeye eh. mm. Niambia atalipa mpaka lini? mhm mm -hmm. Yo roho yangu iwache kundunda <laughs> na wache kuona, awache kufikiria ati anaona paka, hakuna paka. Unajua <laughs> <yakos> <yakos> <yakos> <yakos> <yakos> <yakos> unajua bwana Philip Bimba mbe akamotea hata sisi tunaogopa hapa Radio Jambo bwana. Mimi kuna <yakos> jamaa pia <peali ye> <yakos> ni eh? Eh? Bwana sisi tu anayo wawezi hukuwa uk, unapanga mipango ya kumwendea kule Kitui kutafuta hiyo kitu uh, uh, uh. Lakini pia nilikuwa najiuliza bwana bwana Philip, Philip huyu eh? Mwanadada ametueleza kwamba umeanza kumtongoza kuanzia 2013. Uh, na hii Jumapili ndio sasa alikubali, sasa si hii elfu tano ikue kama zawadi ndugu yangu, ama vipi <laughs> yowezekani Unajua eh, hata wewe, ukiwa na, na, na mtu kama huyo eh. na eh, kwa hivyo ni kosa ni kwamba alichukua ile njia alitumia hiyo eh, ndio hiyo ndio ilikuwa kosa eh. Angeomba ungempatia kama, kama, kama uko nayo eh. Okay haya basi, tunaelewa hapo okay. Sasa hapo sasa bi, bi Kawira, Umeridhika vile bwana Philip amezungumza? E, nimeridhika mm. Kwa hivyo hauna e, wasiwasi wowote kwamba huenda labda akakuendea kwa mganga na mambo kama hayo? Nimeridhika lakini amesema pesa ilikuwa elfu tano na ni uongo, ilikuwa nne, ilikuwa ameniambia ya likua mm. Amenambia alinikujia mpaka town mm hizo -hmm. pesa aliniambia ilikuwa elfu tano akatoa ngiri moja ya kukuja, ya kunikujia huko town hukot mm. Nilichukua nne. Oh bwana Philip, kwani hiyo moja extra ni interest ama namna gani? <laughs> Hapana, labda umeshahesabu interest mara moja. kwa hivyo ilikuwa nne ama tano? E, ilikuwa tano. Ili, ilikuwa sita anasema moja. hmm. Alafu, lakini vile mmesema hayo mengine mtazungumzia si ndio e, Eh, hayo mengine mtazungumzia. Okay, Kawira, maneno ya mwisho ambao ungependa kuambia bwana Philip, tafadhali, tukimaliza. Um, nataka tu kumtakia kila la heri. mm -hmm. na nitamrudishia hiyo pesa. Okay, bwana Philip. Halo bwana Philip. ya yeah, ya yeah. maneno ya mwisho ambao ungependa kuambia Kawira. Namwambia mm eh uh, akinendelea, mimi sina neno, kwa hivyo asiongope sana lakini. mm -hmm aweke bidii arudishe sababu na, kama niyo shida aniambie, lakini arudishe kwanza ndio niridhike. Arudishe pesa kwanza ndio uridhike? aweke bidii arudishe. Haya, eh. Asanteni sana, nawashukuru sana kwa kuongea na Radio Jambo. Haya, eh? okay. hmm. Basi asanteni sana na poleni sana sasa huyu how... <laughs> <laughs> wa musee ameshikilia huyu mwanadada arudishe hiyo kitu mm. eh? yes na alifaidika Jumapili baada ya miaka tano, ay, ya kutafuta. Kwani ilikuwa ni biashara? Ai, unajua si unarudisha mkono. Kuna kuchukua pesa, kuna kuomba pesa. Uh, huwezi chukua pesa zangu kama kamajaima uju, nilikuwa nimepanga kufanya nini na hiyo lakini kosa lishafanyika, surudishe mkono, jamani, useme asante sana miaka tano nimekuwa nikifuta hii kitu <laughs>